Sasa leo nitakwenda kutajia ndoto kubwa tano ambazo ndoto hizo utakapoziota ujue kwamba wewe unanyota kali sana. Yaani Mungu amekupangia vitu vikubwa kwenye maisha yako. Kuna wengine mko hapa, Mungu amewapangia kwa watu maarufu, wengine Mungu amewapangia kwa viongozi wakubwa, wengine Mungu amewapangia kwa waigizaji wakubwa, wasanii wakubwa, wengine Mungu amewapangia kwa watu wenye influence sana, wengine Mungu amewapangia kwa watumishi wakubwa sana. Wengi ambao wako hapa siku ya leo wamekuwa wakiishi maisha ya kawaida sana. Wamekuwa wakiishi maisha ambayo Mungu hajawapangia. Ama wengine wamefika sehemu wanajua kwamba Mungu amewapangia kuishi maisha hayo ambayo anaishi. Kumbe Mungu hajapangia maisha hayo anayoyaishi, ile ni kwa sababu amekosa ufahamu huu ambao siku ya leo ninakwenda kukwambia. Na hata kama nitakutajia ndoto hizi na ukazijua, kama hautajua ni kitu gani cha kufanya baada ya kuota ndoto hizi, itakuwa ni bure. Hauwezi ukafikia ule umaarufu ambao Mungu amekupangia, wala hauwezi kufikia ile mafanikio, wala nyota yako ile ambayo iko kali sana ndani yako haiwezi ikang'aa sana sana vile Mungu anavyotaka ing'ae. Na ndio maana nakwambia kaa mpaka mwisho wa video hii kwa sababu mwishoni mwa video hii itakuelekeza ni kitu gani cha kufanya kama umeota ndoto hizi ambazo nitakwambia siku ya leo ili kuweza kufanya ile nyota yako ya ukuu na ile nyota yako ile ya kali iweze kung'aa na iweze kufanikisha maisha yako. Sasa napokwenda kutajia ndoto hizi, kama bado hauja subscribe chaneli yetu, unaweza ukasubscribe pale ulipo, ili kipindi nachokuletea mafundisho mapya, basi uwe unakuwa mtu wa kwanza kuyapata. Sasa ndoto ya kwanza ni ndoto ya kuota unapaa angani. Sasa wengi huwa wanaota wanakimbizwa, wanakimbizwa, wanakimbizwa. Lakini wewe, mtu anapokaribia kukamata, unajikuta kama unaruka juu, alafu unatua tena. Yule mtu anayekufukuza kila anapokaribia kukamata, unajikuta kwamba unapaa juu, unaruka angani, yani unajiona kwamba hauna mabawa, lakini unajikuta kwamba bado unaruka angani. Ndoto hii inamaanisha kwamba wewe una nguvu, Mungu amekupa nguvu ya kuruka, nguvu ya kupaa, nguvu ya kuwa mtu mkubwa, na nyota yako ni kali sana Kuruka juu inamaanisha elevation. Kuruka juu inamaanisha kuinuliwa. Kuruka juu inamaanisha kukua. Kuruka juu inamaanisha kwamba wewe sio mtu wa kawaida kabisa. Yaani wewe una nyota kali sana, na watu wengi ambao wako pembeni yako huenda wanakuonea wivu. Sasa watu wengi sana ambao wanaota ndoto hizi huwa wanakuwa na maisha magumu sana, na hii ni kwa sababu baada ya kuota ndoto hizi, kuna baadhi ya vitu huwa vifanyiki ambavyo nitakwambia leo, ni vitu gani unavyotakiwa kufanya baada ya kuota ndoto hizi mwishoni mwa video hii andomana Biblia katika kile kitabu cha inasema kwamba wangojaao Bwana watapewa nguvu mpya, watapaa juu kwa mbawa kama tai. Inamaanisha kwamba wewe, Mungu amekupa nguvu kubwa ya kuruka, Mungu amekupa nguvu kubwa ya kupaa, Mungu amekupa nguvu kubwa ya kushaini. Yani wewe, nyota yako sio maana unakuwa unaota unapaa mara kwa mara. Sasa napokwenda kutajia ndoto ya pili. Ndoto gani utakayoiota kujua kwamba nyota yako ni kali sana? Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe muda huu, na kama bado hujalike video hii, unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya pili ni ndoto ya kuota upo na watu maarufu. Unaweza ukaota uko na ma president, unaweza ukaota huko na ma celebrities, unaweza ukaota uko na wasanii, unaweza ukaota uko na waigizaji maarufu unaweza ukaota huko na wanasiasa wenye influence, watu wenye influence, ma motivational speaker wakubwa, watumishi wa Mungu wakubwa. Hii ina maana gani? Hii inamaanisha kwamba nyota yako ni kali sana kiasi kwamba wale unaowaota kwenye ndoto ndio sehemu ambayo unatakiwa kuwa. Kama unaota uko na president, ina maanisha kwamba wewe ndani yako una nyota kali sana ya uongozi. Ina maanisha pale unapomwona president na wewe ndipo unapotakiwa kuwa. Unaweza ukaja kuwa president, unaweza ukaja kuwa ni kiongozi mkubwa, waziri ama mbunge, au unaweza ukaingia kwenye circle ya president. Unaweza ukuta kwamba unakuja kuwa mshauri wa rais ama unajikuta kwamba unakuja kufanyia kazi Ikulu. Kuna watu wanauliza kama mtumishi wa Mungu mimi naota niko na wasanii wa kidunia wakubwa, naomba unisikize kwa makini sana. Watu wanafikiri kwamba hicho kitu ni dhambi. No, ndoto inakuja kwa lugha ya picha, ina maana hata kama umemwona wewe msanii wa kidunia, inaanisha kwamba utakuja kuwa msanii wa kidunia , hapana. Ila inaanisha kwamba unamwona yule alipo, unavyoona vile anavyong'aa, ni kwa namna yule mtu ambavyo yuko maarufu ndipo naye pale unapotakiwa kuwa. Ama kuna wengine wanaota wako na watu tu maarufu wenye influence, hii inamaanisha kwamba kama wale watu ambavyo wako na influence, kama wale watu ambavyo wako na nguvu. Kama unaota uko na nabii mkubwa, maana yake naye ndani yako una huruma ya kinabii kama unaota huko na mchungaji mkubwa maanake nawe ndani yako una huduma ya kichungaji. Yani pale unapomwona yule mchungaji hata kama ni mkubwa kiasi gani hata kama wewe sasa hivi hapo ulipo huduma yako ni ndogo kwa namna gani, lakini inamaanisha kwamba siku sio nyingi zijazo usoni, na wewe utakuja kuwa na huduma kama yule mtu alionayo. Ni swala la muda tu. Yule mtu sawezekana sasa hivi anang'aa sana kwa sababu ni muda wake na majira yake, lakini ujue nawe kwamba kuna majira yako na nyakati yako ambazo zinakuja za wewe kuja, kuja kung'aa. Sasa napokwenda kuonyesha ndoto ya tatu, ndoto gani? Kama bado haujasubscribe channel yetu, unaweza ukasubscribe, ili kipindi ninachokuletea mafundisho mapya, uwe wa kwanza kuyapata. Na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto nyingine ya tatu ni ndoto ya kuota unapewa fimbo ama umeshika fimbo. Sasa ndoto hizi zinamaanisha kwamba una nyota kali sana ya mamlaka. Mara nyingi sana nyota hii huwa inakuwa ni nyota ya kuongoza watu. Inamaanisha ni mamlaka, inamaanisha ni madaraka makubwa, inamaanisha ni madaraka mapya ambayo unaachiliwa kwenye maisha yako siku hii. Kama umeota umepewa fimbo ya chuma ama umeshika fimbo ya chuma, maana yake wewe una nyota kali sana uongozi, lakini umeitwa kuongoza kundi la kawaida. Wewe hujawahi kuona kuna mtu anaongoza kundi la kawaida, lakini ni maarufu vibaya mno? Yani kuna mtu anaongoza tu kawilaya fulani ambako hata kajulikani, lakini uongozi wake anafahamika kwelikweli, juu ya utendajikazi wake, juu ya uchapakazi wake namna ambavyo anaongoza watu vizuri, anaongoza kawilaya kadogo sana, au anaongoza sehemu ndogo sana, lakini anakuwa anafahamika zaidi ya mtu ambaye anaongoza wilaya zilizopo mjini. Kuna wengine wanaota wameshika fimbo ya dhahabu. Fimbo ya dhahabu inamaanisha kwamba wewe utakuja kuwa na mamlaka makubwa sana, na mamlaka haya yatakuwa ni mamlaka ya kitaifa, na sio hivyo tu, kupitia mamlaka haya wewe utakuja kuwa tajiri kupindukia, yani utakuja kuwa tajiri vibaya mno. Sasa ninapokwenda kuonyesha ndoto ya nne, kama bado haujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe pale ulipo, na kama bado hujalike video hii, basi unaweza ukalike pale ulipo. Sasa ndoto ya nne ni ndoto ya kuota unafua nguo. Kufua nguo inamaanisha utakaso, kufua nguo inamaanisha kusafishwa kwa nyota, kufua nguo inamaanisha mwanzo mpya. Kufua nguo inamaanisha hatua mpya kwenye maisha yako. Yaani, unapokuwa unafua nguo inamaanisha kwamba nyota yako ni kali sana, lakini nyota yako ilikuwa imefifia. Lakini muda huo unaoota unafua maana yake nyota yako iko inasafishwa. Nyota yako iko inatakaswa. Unakwenda kung'aa muda sio mrefu. Unakwenda kukua muda sio mrefu. Unakwenda kuwa mtu mkubwa muda sio mrefu. Unakwenda kuongezeka muda sio mrefu. Unaenda kufahamika muda sio mrefu. Tutaweza kufua nguo, inadipendi nguo unazozifua zina uchafu kiasi gani. Kuna mwingine anaweza kuwa anaota anafua nguo lakini nguo hizo anazofua zina uchafu mwingi sana. Hii inamaanisha kwamba nyota yako ilikuwa imechafuliwa sana na muda huo inakwenda kutakaswa. Kama nguo hizo unazofua zina uchafu wa kawaida, manake nyota yako ilikuwa imechafuliwa kawaida, ilikuwa imechafuliwa kidogo, kwa muda huo inakwenda kutakaswa na inasafishwa, ili iweze kwenda kung'aa kwa ajili ya utukufu mkubwa. Inamaanisha kama nyota yako ni kali, lakini ilikuwa haiangazi sawasawa vile inavyopaswa kuangaza. Pia kufua nguo inamaanisha kuna hatua mpya ambayo inakujia kwenye hilo unalolifanya. Inawezekana kwenye hilo unalolifanya hatua zako zilikuwa zimefungwa mara nyingi sana, miaka mingi sana ulikuwa umebaki sehemu moja, lakini unapoota unafua nguo inamaanisha kwamba kuna hatua nyingine ambayo unakwenda kuiendea ya utukufu mkubwa. Sasa ndoto ya tano ni ndoto ya kuota unavalishwa cheni au mkufu. Unajua kuna watu wanaheshimika kwelikweli, yaani kuna mtu tu anasifika kwa kuheshimika. Kuna watu wanaheshimika kiasi kwamba hata mtu wa kawaida anashindwa kuongea naye. Sio kwamba huyu mtu anajisikia lakini tu wewe ukitaka kuongea naye unaona, da, huyu jamaa haingiliki. Huyu jamaa sio kawaida. Kwa hizi ndoto za kuota unavaa cheni ama mkufu zinakuwa pia zina, zina maana tofauti tofauti, kwa mfano, vaa cheni ya dhahabu hii inamaanisha kwamba una mamlaka makubwa sana, na mamlaka haya ni mamlaka ya kitaifa, sio mamlaka ya kawaida nyuma. Mamlaka haya yameambatana pamoja na utajiri, yani kupitia mamlaka hiyo ambayo Mungu ameweka ndani yako, basi utakuja kuwa tajiri mkubwa sana. Lakini pia unapoona umevaa cheni ya silver, inamaanisha kwamba wewe, nyota yako ni kali sana, lakini mamlaka utakaokuja kuwa nayo itakuwa ni mamlaka ya kawaida tu, haitakuwa mamlaka ya kutisha. Itakuwa mamlaka kubwa sana ila mamlaka yako itakuwa ni mamlaka ya kawaida sana sasa napokwenda kuonyesha ni kitu gani cha kufanya kama bado hauja subscribe channel yetu unaweza uka subscribe pale ulipo na kama bado hauja like video hii basi unaweza uka like pale ulipo sasa jambo la kwanza utakaolifanya utafungua katika kile kitabu cha Danieli sura ya pili mstari ule wa 48 Biblia inasema ndipo mfalme akamtukuza Danieli akampa zawadi nyingi akamfanya kuwa mkuu juu ya jimbo lote la Babeli kwa hiyo utaingia kwenye maombi utasema hivi baba katika jina la Yesu Kristo mtakatifu hai Mungu tazama ndani yangu umeweka nyota kali sana Mungu ninaomba kuanzia sasa ile nyota ya ukuu ambayo umeweka ndani yangu baba naomba ikadhihirike kuanzia sasa ile nyota ya umaarufu ambayo umeweka ndani yangu, Baba, naomba kadhiike kuanzia sasa. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa dhati hai. Jambo la pili utakaolifanya, utafungua kile kitabu cha Mithali 18:16, inayosema kwamba kipawa humpatia mtu nafasi na humleta mbele wakuu. Toke kwenye levo moja maisha kwenye kwenye hatua nyingine ya maisha kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo aliye hai. Kama umeota hizo ndoto nilizokuwa nimekwambia, na ukafanya hayo mambo makubwa mawili ambayo nimekutajia siku ya leo, basi utaanza kuona nyota yako imeanza kung'aa na ule ukuu ambao Mungu ameweka ndani yako umeanza kuinuka na umeanza kukua. Na pia kama una ndoto ambayo haujui tafsiri yake, unaweza ukaandika hapa kwenye comment section, nami nitakujibu mara moja au kama una shida binafsi, basi utachukua namba yetu ya simu ambayo inaonekana upande wako wa kulia wa chini wa screen. Utanipigia mahali pale na tutaongea, na Mungu wa mbinguni atakusaidia. Na pia unaweza ukaingia kwenye channel yetu hii ya YouTube, ukaangalia tafsiri mbalimbali za ndoto. Nimetoa tafsiri nyingi za ndoto, ndoto za kuota uko shuleni, ndoto za kuota unafanya mapenzi, ndoto za kuota unapanda milima. Na muda huu tumefikia mwisho. Kama bado hujasubscribe channel yetu, basi unaweza ukasubscribe, ili kipindi ambacho tunakuletea mafundisho mapya uone kwa kwanza kuyapata. Na kama video hii nzima imekubariki basi unaweza ukalike pale ulipo.